Mkuu wa mkoa Morogoro Adam Malima ambaye ndiye mlezi wa timu ya Mtibwa Sugar mabingwa Championship kwa msimu wa 2024-2025 ametoa pongezi kwa uongozi wa timu hiyo, benchi la ufundi, wachezaji, mashabiki na wadau wa soka mkoani Morogoro kwa kufanikisha mpango wa Mtibwa Sugar kurejea ligi kuu Tanzania bara kwa msimu ujao. Mbali na pongezi hizo, ameeleza kusikitishwa na taarifa za uamuzi wa TFF kuikabidhi Mtibwa Sugar kombe la ubingwa wa Championship jijini Dar es Salaam. Na hapa anatoa ombi kwa shirikisho hilo zoezi la makabidhiano hayo kufanyika mkoani Morogoro. Eh, kwa naomba niwapongeze sana Mtibwa Sugar, wamiliki wa timu, wasimamizi, uongozi, lakini wanachama na wapenzi. Unajua no, wanachama na wapenzi wana mchango mkubwa sana sana sana katika mafanikio ya timu hiyo. Wa wanachama na wapenzi wa Mtibwa wameitendea haki sana timu yao, kwa hiyo eh, na mimi nimeyashuhudia kwa mara kadhaa, mara nyingine nimekwenda nani, nimekwenda huko Manungu kuangalia mechi mara mbili tatu. E, mimi, mimi ni, ni, ni, waliniomba niwe mlezi wa timu na nilikubali, na nilitoa ahadi pia kwamba tutajitahidi turudi, lakini tumerudi na tumekuwa mabingwa. Umeniuliza kwamba kwa nini shughuli ya kupewa kombe la ubingwa tunaenda kupewa Dar es Salaam, na mimi sielewi na hainiingia haini ki e, kwa sababu sisi tuko Morogoro, Mtibwa. Uwanja wetu ni Turiani Manungu, uwanja wetu mwingine ni Jamhuri. Tunataka siku ile ni siku ya sherehe, ni siku ya kusherehekea na, na wapenzi wetu. Wapenzi wetu wako, wako Manungu, wapenzi wetu wako Morogoro mjini, wapenzi wetu wako Kilosa, wako Ifakara wako Ngerengere, ndio Morogoro hiyo. Chamazi sio Morogoro. Kwa hiyo tuko kwenye majadiliano hapa sasa hivi, alikuwa nimemwomba mwenyekiti wa TFF wa mkoa aongee na ndugu yangu kipenzi, wala sio siri wala Iskaria, na nimempelekea salamu, nimwambia kwamba mi nimehuzunika sana na jambo, na, na mdau, mpira, na najulikana, hili na mi ni mdau wa mpira najulikana, lakini hili sijawahi kuona popote duniani kwa hiyo tuna mambo mengi lakini tunataka kufanya mambo yetu Morogoro, sio sio Dar es Salaam. Lakini sisi ni, ni, ni, ni timu kama timu zingine za ligi, tunafuata sheria za ligi. Ikiwa TFF wameona wao kwamba tukaende tukachukulia chamazi e, lakini kusema kweli ta, ni, ni, ni sina majibu, nimehuzunika sana, nime, nime nawaomba TFF waipitie wa, wa, wa upya, hiyo sio sawa.